Mjumbe, nimekuja kwako na malalamiko kuhusu mme wangu Eta. Yaani mme wangu nimeanza naye maisha ya chini hatuna shamba wala eneo. Sasa hivi unavyoona tumevuna tumepata mashamba zaidi ya matano. Hizi sasa hivi anataka kuoa. Sasa anavyotaka kuoa hivi, au watoto kwanza shule wanaenda, mjumbe Nadhani unajua kabisa maisha yangu mimi na mume wangu. Watoto mpaka sasa hivi hajaanzisha hata shule mjumbe. Akisema huyu Mapunda, mbona anakuja anabadilika sana yule, mbona anabadilika sana. <laughs> Ah, ah. Nyakwesi? Nyakwesi? Nyakwesi? Nyakwe, Nyakwesi mii eh? wewe Nyakwesi Nisi. Vipi? Ehe, ama kweli dunia. Nini ulimwengu shida leo, niambie, leo yapi. Kijiji kijiji kimevamiwa. Shida gani? Mambo yamekuwa mabaya. Asa, sindo useme moyo unapasuka ausipasuka moyo unauma, jamani, mwana mke mwenzangu anateseka. Nani? Nani? <laughs> Mungu alia, sasa unapoendelea kulia mimi nitakusikilizaje? Hebu basi na mimi nisikilize basi, haya, niambie taratibu. Shida nini? tumetoka hapa ndio. Mimi nimemzindikiza Mitimanu kaenda sokoni. Wapi? Sio sokoni, ni standi. Inachanganyikiwa na vurugu. Baada ya hapo. Kampokea mgeni. Sawa. Mgeni mtoto. Eh. Mtoto mwanae Ngoi. Eh, kachukua mimi, nikaondoka na mambo yangu, nilipotoka, nimesema unasikia, kama kuna mtu huko, nikatoka mimi mpaka kwa Mitimando Ah, sasa ah, basi ni nini sasa? Sifichi, Mungu, nisikilize, sema. Ay, basi, Mungu. Ni nini ba, ba, ba, ba. Ah, Mungu <laughs> alio hebu sema basi ni nini sasa? Bona nazidi unaficha ficha hey. Unachonificha yule mtoto mm. Chukue simu mama, mpigie mama yake kwamba mtoto kafika salama Nyamweko, Nyamweko mama aliye mwanda mwanaye toka asubuhi kampandisha basi, mtoto amefika kijijini, anapigiwa simu. Mama kafa ngoi, mwalimu wa kijiji kafa ngoi, mwalimu wetu amekufa, mtoto wa mama jamani. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <Misingeria kamasoka. tos> ah, wamama <sahawa>. <coughs> ah, shusha, shusha pomzi. Mm. Mi ngoja niende <laughs> na unapoondoka, Nyamweko, kawambia kijijini kwamba tumefiwa, ya napita kila bitman, kafiwa na mtoto. Wakati huwo, waambia kijijini, tuna mtu, tuna mzimu mm. Kijijini tuna bugu mm. tuna Nyakwesi, taarifa za msiba. Sasa hizo habari zingine zinakuja. Nyamweko, Nyamweko, taarifa za msiba ndio uzitangaze. Lakini taarifa za mtoto. Sio mtoto ana uhusiano mtoto nini gani? Ngoja kwanza. Hata kama ndio mtoto, mimi sina manufaa naye, lakini sasa sio kwa kutangaza hivyo. Kwa nini afe? Hii ni mipango ya Mungu, si unanielewa? Alafu mbona na fikra hasi? Hebu jaribu kuwa na fikra chanya basi, sio kila kinacho kuwa kimetokea basi kwa sababu mtu yuko hapa ndo kimetokea. Haya basi, pole pole mke wangu. Mimi wewe, jamani, una shida gani?

Pole sana wanga, mwanangu pole sana. Nani mtihani mkubwa ambao umekupata ukiwa katika umri mdogo. Sawa mwanangu, ni kazi yake Mungu, haina makosa. Umekuwa mkubwa sasa, unanielewa mama. Nisikilize bibi, na sisi mama zako wadogo tutakusaidia kwa, tuta kwa chochote kile ambacho utakihitaji, si ndio? Jamani, mm. ndugu yangu pole sana. Mama angu pole sana. Uh, sisi nadhani jukumu letu lilotuleta hapa ni kukukabidhi kiasi ambacho kimepatikana. Kingine tulikifanyia matumizi ya jikoni. Chakula kilichobaki ni hiki hapa, zilizobaki ni hizi hapa. Asante sana na pole sana ndugu zangu. Mi naomba ni washukuru. Nashukuru sana kwa ushirikienu wenu kwa kuwa na mi kipindi chote hiki. Jamani, nawashukuru Dada na kushukuru dada na kushukuru. Nilikwambia dada, jamani, mtoto huyo muondoe nkozi. Angalia sasa, umeweza dada, umeweza, umeweza bitimindu. Sante dada. Kwa nini bitimindu? Kwa nini utembee nau msukule wako sehemu zote? Jamani, maana wengine tukiongea utasema tunakuvunjia heshima mama. Mamaangu, una shida gani? Hata cheo cha mama nisikupe, maana una roho ya kichawi. Kwani jamani nyinyi hamna watoto? Tunao. Aya, kwa nini watoto wenu hamjaja nao hapa? Ila yeye tu kuja na msukule wake kila sehemu. Kisimani unamkuta na msukule. Shambani yuko na msukule. Misibani aje na msukule. Bora huyu amekaa hapa kwa sababu ni kwao na msiba ni wa mama yake. Na wewe msiba ni wa mtoto wako, mtoto wa mdogo wako. Yule, tumbo lako aliwezi kupata mtoto, ni mtoto wa mdogo wako. Kwa nini mnakuwa na roho ngumu hivi jamani? Maana naogopa hata kuangalia usoni. Sije nikapata radhi ya macho. Kwa sababu we mama, kila siku tushaongea, hatumtaki huyo msukule wako. We mtoto hatukutaki wewe, ni mkosi wewe, mtoto ni shetani, ni mzimu, hatukutaki jamani. Nyinyi mna watoto jamani? Huyu mama kutwa yupo na msukule wake. Shambani utamkuta na msukule, misibani yuko na msukule, sijui wapi msukule, kisimani msukule. Kwani jamani au ndagu huyu <laughs> mimi, sio mtoto wangu huyu, mimi ni mjukuu wangu. Makubwa madogo yana nafuu. Mjukuu umempata lini? We una mtoto tumbo lako lishabeba mimi, we una mjukuu wa mtoto wa mdogo wako, una mtoto ambaye sasa ni marehemu wa mtoto wa mdogo wako. Hujawahi kuzaa wala uijui leba, ndo maana autishiki na wala uumii kwa haya yanayoendelea kijijini. Umemaliza wakati naanza. Mamangu, nilikwambia nilikuambia, Musa, nenda nyumbani. Nenda wewe, habibi. Unaelekea wapi? Nenda, nenda kumsindikiza. Unasindikiza nani wewe? Wanga, sitaki mambo yako. Wanamjua yule na matatizo kibao, kasababisha matatizo kibao kijijini hapo ya, mpaka mama yako ameondoka duniani. Wa maana, mwana wa maana. Kaa hapo bibi huyo ntadili naye njiani. wesubi wekibeng, Musa akikusumbua arudi tena huku nilikokuwa. Arudi wapi? Amalizane naye chuma hicho we, mwanao kajizaa pale ngoi mtupu. We mjeda umempata, ndio? Eh, mke wangu ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Unajua maisha yalivyo magumu, afu inakuja bahati kama hii. Mi naamini kwa uwezo wa Mungu zitakuja nyingine tena. Ah, ah! Amo Amo vili. Vili. Asante wapulende hmm. Vile asante hivi ndo nini lakini mnavyofanya? Kwani leo mlikuwa hamjui kama ni sehemu ya kwenda kumaliza msiba, tukakabidhi fedha tuliyokuwa nazo na vyakula? Mmeniacha eh? mama mjumbe, tena nikakabidhi kweli Haujatoa udhuru, haujasema chochote. Upo tu hapa naona mna mahabika. Mume anakukatia mboga raha. Mwelele atali. Shoga yangu leo nimepata tele, nikasema nisiiache. Kuna mafundi wamekuja nyumba jirani hapo, kwao ndo nawapikia. Nikimaliza nikajua baadaye nitakuja kwenye msiba. Ah, kweli. Nimekuta kweli hata mimi wakati natoka kwangu nimekuta wanajenga. Kumbe ndo nawapikia. Ah, lakini ndugu zangu samahani, hasa shemeji, naomba nikwambie kitu. Ikiwezekana ukaongee na yule mwanaume mwenzio. hata kama ni mjumbe, lakini naye anaweza kushaulika. Kijijini kwetu tumeingiliwa na mzimu huu, mzimu unatafuna nyumba hadi nyumba. kaanza kwa Mama Ngoi, kwa Bitimani, uo msiba ambao tunaendelea kuumalizia tuumaliza wanaishi hivi. Ni kuulize swali shemeji, la haraka haraka tu, uliwahi kumwona mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi kuvuka barabara? yy Yes, sijui nanili sheria za barabara mm -mm. uliwahi kusikia mwalimu anakufa kwa kugongwa na gari? kama sio uchawi ni nini? na yote haya yote haya hayaleta nani? Biti nani bitinani bitimindo yule mtoto aliye naye pale nyumbani ndio tatizo. Alala nyumbani siku hii, yaani usiku huu mmoja aliyolala kijijini hapo, mwalimu ngoi kafa. Na hivi ninavyokuambia, tetezi ziko chini kwa chini, wenyewe hawataki kusema. Mama yake funyenge hali mbaya, wale wa kesho hospitali, hawajui tatizo, hawajui shida, ata kusema kama sio mchawi. Tujikusanye wanakijiji mimi mtanikuta nyumbani kwangu jioni, mwambie mme wangu mkiwa hata ku kumi na tano kwamba atumtaki yule mtoto pale aondoke, anatuwetea mikosi. Mume wangu atawaelewa, asipoelewa tunaenda kwa mwenyekiti wa, wa, wa, wa kijiji. Mwenyekiti wa kijiji asipotuelewa, tunaenda kwa mwenyekiti wa kitongoji nani, katibu kata, sijuini watatuelewa isipoeleweka. Shemeji chukueni maamuzi nyie wanaume lakini na mtoto <tokanye> lakini nini? nawe kelele bwana, wewe wasuna mtoto anaongea? wewe mtoto gani? ushaikuona hapa duniani? mtoto anasikia, lakini azungumzi. Mimi naungana na shemeji, ule ni mzimu kabisa. Ule ni mzimu. Vipi bwana, baraza zimekuja kuwa nyingi hapa jijini, hamna kazi, jua linawaka, yani hadi sio poa Yaani wewe umekazana, nyinyi unatetea ule msikule. Wewe una watoto, watu wanaongea, kwa nini yule? Mtoto gani mtoto wa ajabu ambaye anasikia tu haongei? Umekazana hapa si na nini, mwone kwanza huyu aina gani huyu. Yaani nikwambie kitu shemeji yangu eh, mimi naelewa na nakuunga mkono. Nyie chukueni maamuzi hayo, ndo mambo eh. na yule mama si ana kinyumba cha nyasi yule? Ndio. Yaani mimi nitawashawishi watu tukipige moto wewe hey, nini uluma umeianza lini? Mume wangu mume wangu, mimi sikuwa mwanamke kawa mshamba kiasi hicho. Hivi bwana. Jamani, hivyo nishawishi wewe uje ndogo hicho. Bwana, na mimi nasha sikereza nikakusaidia pika, mwenyewe wewe mwenyewe, maana wewe uelewi, niende zangu kwa maana usha nikwaza kinomba Usiogope, mi sitakufanyia kitu chochote kibaya kwani. Jina lako nani? E, kumbe unajua kuandika. Kwani unasoma shule gani? Tigoane nami? Bado nasoma Tigoane huko huko. Unamjua Madam Koi? Huyo ndo mamangu, ndo leo ndo tunamaliza msiba wake. Kwa nini sasa huko huko Umepotea? Aya, mimi nitakusaidia lakini nataka na wewe unisaidie kitu kimoja. Aya, mimi na nguvu za giza ambayo ni mchawi. Mtu akinikasirisha lazima nimfanyie kitu kibaya muda huo huo. Sasa utakubali utanisaidia, na mimi nitakusaidia. Sawa, na mimi nitakusaidia ah, lakini kwangu ulishamaliza, nafahamu. Na nilishafanikisha mpaka barua mwenyekiti, na ikakukabidhi. Kwani muli si unasoma hapa mwenyekiti? E, ana hapo kitu cha polisi wanasemaje? Okay, sawa, nitadili, nitadili nao, wala mna shida. Aya, aya, aya. Mafumbila. Eh, ndugu. Nataka nikuambie hivi. Hivi kwa nini mjumbe umefumbia sana ili macho ili swala hapa kijijini? Sasa bwana Mafumbila unanifumba macho hata mimi mwenyewe bado sijakuelewa. Hebu main the point ni nini? Na kufumba vipi bwana swala? Kwa sasa bwana, si... Ebu, vipi, la huyu mtoto aliyokuja hapa kijijini ambaye ni nuksi nikajua labda na wewe kidogo akili kidogo inafunguka kwamba mimi sina akili si ndio? Sijamaanisha kwamba hauna akili. Sasa ndugu yangu, balaa ulilolikaribisha hapa kijijini, ambao nalitetea ni balaa ambalo likikukuta usije ukatushawishi wala kutuita wananchi wako tuweze nini, kukusaidia. Hilo ni la kwako Mafumbila. Yule ni mtoto mdogo sana, hata miaka kumi na nane sidhani kama kafikisha. Ni mdogo sana bado, anahitaji malezi. Hivi wewe mjumbe, wewe una watoto? Ndiyo nao. hivi watoto wako waongei? watoto wangu wanaongea. Wewe uliwahi kuona wapi mtoto ambaye anasikia tu haongei mpaka andiki? Wewe uliwahi kusikia Mafumbila? hiyo ni bahati tu, na pia hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Wewe sio mpangaji wa kusema kwamba yule mtoto aongee au asiongee. Mbona unakupa na wewe na fikra kama za mke wangu sasa? Wewe mjumbe, wewe sasa, ngoja nikuambie, wanasema hivi, mchumia janga hula na lakwao. Sasa hili utalila wewe na mkeo na familia yako na watoto wako. Hatupo tayari mito yetu ikauke, mabomba yetu yastirishe maji, wala mifugo yetu iteketee kwa sababu ya janga hili. Hilo utalijibia mwenyewe. Hivi Mafumbila, umekuja kuditisha au umekuja kunipa taarifa? Sikutishi mjumbe, ila wewe inaonekana masikio umekalia. Sasa mimi hapa kama tulivyokuweka na wananchi wenzetu, ndo hivyo hivyo tutakavyokutoa Mafumbila, iwe kwa jaso, iwe kwa upanga, iwe kwa nini. Unitoa unitoe, lakini hapa huyu mtoto haondoke katika hichi kijiji mpaka nitakapopatikana suluhisho. Sasa unataka sulu suluhisho? Mimi nakwambia mimi naondoka, ila yatakayotokea usituitishe mkutano wala kusema chochote. Hatutajadiliana na wewe. Hivi Mafumbila, darasani ulikopo unasoma au kazi yako ulikopo ni kuhesabu namba na kusaini na kuondoka? Naam, mjumbe, unazungumzia elimu kwa swala msukule. Sasa tulia utaona msukule utakapokujia na hiyo elimu yako wewe ulionayo. Alafu utajibia. Kijiji chetu ni mipango ya Mungu tu. Maji, mazao, ni mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini sio mambo ya ushirikina bwana. Hamna mambo ya ushirikina sisi kwetu. Sasa mimi naenda mjumbe. Ila yatakayotokea nyuma Usije ukatushirikisha. Na nasemaje? Lolote litakalo kuwa limetokea naanza kudili na wewe Mafumbira. Nimemaliza mimi. Utaona sasa. Nasema hivi, nimemaliza, lolote litakalo kuwa limetokea. Naanza kudili na wewe Mafumbira. Utaona sasa. Sawa. Twende tuone na nasubiri hiyo. Mambo gani haya? Sasa washanitia damage. Yes, yes, I know. Yes, I know, know. Who is inside the house?